na kingine hakikisha, unaenda ukiwa na vyeti vyako halisi, yaani original certificate kuanzia kidato cha nne na kuendelea, na hakikisha pia una cheti chako cha kuzaliwa. Kwa wewe ambaye umeweza kuchaguliwa, hongera sana. Hii ni kwa madaktari na walimu na taasisi zingine za umma. Hongera sana kwa wewe ambaye umechaguliwa, na hii ni kwa wale waliofanya usaili kati ya tarehe 14 mwezi wa kwanza 2025 na tarehe 22 mwezi wa 12 2025, lakini majina mengine ni majina yaliyokuwa kwenye database au kazi data kwa kada mbalimbali ambao wameweza kupangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Hongera sana kwa wewe ambaye umeweza kuchaguliwa katika nafasi hizi za ualimu na afya.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 na majina ni kama jinsi unapoona hapo. Majina ni mengi sana, kada ya afya pamoja na uwalimu. Ni kada ya afya pamoja na uwalimu. Asante na karibu.